Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu inasema kesi ya uwaini inayomkabili mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu itaendelea kusikilizwa kwa njia ya kawaida na sio kwa mtandao, huku waliohudhuria kwenye kesi hiyo walitakiwa kuacha eh, miamko na kelele. Hatua hiyo inatokana na uamuzi wa Hakimu Mkazi Mfawidhi Franco Kiswaga baada ya jopo la mawakili eh, wa Lissu kuwasilisha maombi madogo, ikiwemo la kesi kuendelea kwa njia ya kawaida na Lissu akae mwenyewe kizimbani badala ya kulindwa na askari wa mageleza. Hakimu Kiswaga anasema atalei ijayo mahakama ifanye uchunguzi juu ya usalama wa eneo hilo ili eh, kuwa na uhakika wa usalama wa mtuhumiwa na kama hakuna tishio lolote la kiusalama basi Lissu aachwe mwenyewe kizimbani pia ameutaka upande wa jamhuri kukamilisha upelelezi kwa haraka. Kesi hiyo inaahirishwa hadi Juni mbili mwaka 2025, ambapo awali wakili wa serikali Nassoro Katuga alisema wapo hatua za mwisho kukamilisha upelelezi. Hata hivyo kesi ya pili e, kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni inayomkabili Lisu inaendelea muda huu mbele ya hakimu mwingine. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa Sawasawa online Digital, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye onja comment hapo subscribe kwa taarifa kadha wa kadha. Chao chao.